Yes, hebu tuongee kidogo hapa, tupige story, mimi pamoja na wewe mwanasawasawa, hivi unaweza ukachagua sehemu ambapo wewe na washikaji zako mkaenda kupoa na kuweza kuzeekea huko kipindi ambacho eh, mnasubiri kwenda kue, kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kuzeeka kabisa na kuweza kupoteza maisha katika eh, sehemu ambayo mnataka. Itakuwa ni noma kabisa ukidrop comment yako hapo. Sasa kuna kundi la marafiki ambao pia wakue, kuweza kudumu sana. Yaani washikaji walikuwa ni wa kudumu sana kutokea huko eh, Texas, Marekani ambao sasa amua kuvunja miiko ya maisha ya uzeeni kwa kuanzisha kijiji chao kidogo wakikiita Llano Exit Strategy. Sasa mara baada ya urafiki wao zaidi ya miaka 30, waliweza kuamua kununua ardhi nje kidogo ya jiji la Austin lakini pia na kuweza kujenga nyumba ndogo zenye uendelevu wa mazingira kwa ajili ya kustaafu pamoja. So washikaji wakaamua kujitenga kidogo na kuweza kwenda nje kidogo ya mji. Sasa kila nyumba e, ina nchi ya futi za mraba mia nne e, na imetengenezwa kwa kutumia vifaa vilivyorejeshwa na mifumo ya kisasa ya kuhifadhi nishati mbalimbali ambazo pia na makazi yao binafsi wame, na wamejenga eneo pamoja la kijamii kwa shughuli za kila siku, chakula na kush Kimaisha. Yani, ni, ni, ni, ni vijupa fulani ambavyo, eh, kama unavyoviona kwenye picha hapo, eh, vidogo vidogo lafu viko sehemu moja, eh, kwa hiyo ushirikiano mzima kila kitu kitakuwa kinaenda sawa. Sasa hapo mwanzo walidhani itakuwa ni sehemu ya mapumziko ya likizo, lakini ndoto hiyo pia ikaweza kubadilika na kuwa ni mpango wa maisha ya baadaye ya kuweza kustaafu pamoja na familia walioweza eh, kuichagulia. Sasa wanasema hii suala la nyumba tu E, si suala la nyumba tu bali ni kujenga mfumo wa kuweza kuaminiana, lakini pia kuweza kusaidiana na kuzeeka e, katika upendo na urafiki wa kweli hadithi yao pia imekuwa ni gumzo mitandaoni, ikionyesha njia mpya ya kuishi kwa makusudi na lakini pia kuweza kubadilisha kabisa mitazamo ya kustaafu. Noma, enoma sana. Sasa wewe na washikaji zako na mshikaji wako mmepanga kwenda wapi mara baada ya uzee wenu eh? kwenda kumalizia huko tunaweza tukasema, kwa sababu washikaji wao wameamua kutafuta kasem fulani hivi ambako kamepoa na kuweza kuendeleza shughuli zao eh, za kawaida kabisa kila siku eh, lakini pia vijumba tu fulani hivi vya kinyamwezi eh, mambo yote ya kijamii yatakuwa yanapatikana katika eneo hilo. Drop comment yako hapo, wewe kama mwanasawasawa e, wapi umepanga kwenda kuzeekea, au wewe ndo pale pale ambapo ulipo ndipo utakapoweza kuishia? Maoni yako yatakuwa ni muhimu sana. Take love for this, ciao.